Alex Giliago ni wakili, na siku ya leo tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025, tulikuwa na kesi mbili ambazo zina jumla ya washtakiwa watano. Na katika kesi ya kwanza ni kesi ambayo ilikuwa na washtakiwa wanne ambao walishtakiwa kwa makosa mbalimbali ambayo ni ya kikodi. Kesi zote mbili ni kesi za uhujumu uchumi kwa mecha ya mashtaka ilivyo na katika kesi ya kwanza uh, washtakiwa wako wa nne, na katika hao washtakiwa wanne nne, mshtakiwa wa kwanza anaitwa Masiga Reonad Rupia, mshtakiwa wa pili anaitwa Nelius Kaizirege Mwami, mshtakiwa wa tatu anaitwa Juliet Shengo Makisheni na mshtakiwa wa nne anaitwa Heliet Delatus Gervas katika kesi hii inaiongelea ya kwanza, kuna jumla ya makosa tisa. Na katika kosa la kwanza ni kosa ambalo linawajumuisha washtakiwa wote kwa pamoja, ambao kwa pamoja kwa pamoja wameshtakiwa kwa kukutwa na bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru wa bidhaa na ambazo zilikuwa hazijasamehewa kwa mujibu wa sheria ah, hiyo ni kanuni za za sheria sheria ambayo ina regulate ulipaji wa ushuru wa bidhaa ya mwaka 2018 ambayo ni Electronic Tax Stamps Regulations. Na katika kosa la pili mshtakiwa wa kwanza na wa pili wameshtakiwa kwa kosa la kutengeneza bidhaa ambazo zinalipiwa ushuru bila ya kuwa na leseni. Hilo uh, kosa linahusisha mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili. Katika kosa la tatu wameshtakiwa kwa kushindwa kuwasilisha maombi au kufanya tamko la eneo wanalofanyia uzalishaji pamoja na vifaa vinavyofanya uzalishaji na eneo la utunzaji. Shtaka hili linahusisha washtakiwa watatu ambao ni mshtakiwa wa kwanza, wa pili na watatu. Katika shtaka la shtaka la nne ni kushindwa kuwasilisha marejesho ya ya ya, ya ushuru wa bidhaa au failure to submit accessible duty return kama sheria inavyotaka kwamba unavyotengeneza, una wajibu wa kuwasilisha return kwa kila kipindi ambacho sheria inataka. Sasa washitakiwa wa kwanza na wa pili ndio wanashitakiwa kwa kosa hilo, na katika kosa jingine, kosa la tano ni inahusika na ni kosa la kushindwa kutunza kumbukumbu kumbu, au register ya stamps kwamba walishindwa kutunza stamp kwa ajili ya ambazo zizipaswa kubandikwa kwenye bidhaa walivozalisha. Katika kosa la sita ni kushindwa kubandika zile stamp za ushuru kiele, wa kielektroniki kama sheria inavyoelekeza, na kosa hilo limemuhusisha ni mshtakiwa wa kwanza pamoja na wa pili na kosa la, kosa la saba, kosa la saba ni kushindwa kulipa kodi ambayo ni kiasi cha kutokana na pombe waliozalisha ni jumla ya kiasi cha shilingi milioni kumi laki tano na themanini na saba mia nne arobaini na saba. Na katika kosa la nane, kosa la nane anashtakiwa mshitakiwa wa pili ambalo ni la kusaidia ukwepaji kodi na mshtakiwa wa kwanza. Na katika kosa la mwisho ambalo linamhusisha mshitakiwa wa kwanza na wa pili ni kuisababishia hasara serikali, katika kesi hii ni mamlaka ya mapato Tanzania, kiasi cha shilingi milioni kumi laki tano na themanini na saba mia nne na arobaini na saba. Hiyo ni katika kesi ya kwanza ambayo inawashtakiwa wa nne. Katika kesi ya pili ni makosa ni yale yale, isipokuwa kwa sababu nature eh, ya kesi hizi zinafanana, wanafanana katika makosa isipokuwa katika kosa la tisa ambalo huyu hana la kusaidia ukwepaji kodi, manake yeye ana jumla ya makosa na uh, Kwenye kesi ya pili mshtakiwa anaitwa Locos Egbert Emily, ni mtu mwenye umri wa miaka 39. Kingine cha msingi ni kwamba katika kesi zote mbili huwa mahakama iaamaitimiza vigezo vya tima na kesi even ya kwanza imepangwa kutajwa tena tarehe ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kesi ile inayomhusisha mtumiwa mmoja imepangwa kutajwa tarehe mbili ya mwezi wa nne ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano.